Mzigo unaanzia kwa maeneo fulani hivi. Hapa kuna huyu dada ambaye aliahidi kumsaidia mfalme katika uongozi na utawala wake. Lakini naye alihitaji kitu fulani kutoka kwake. Baadaye mfalme anapokea taarifa za ugonjwa wa ajabu unaosumbua kijiji chao. Na kama wakichelewa kuhudumia basi watauawa. Mfalme akamwambia waziri aende kwa mtaalamu. Waziri kafika kwa mtaalamu anakabidhiwa kibuyu na anatoa maagizo kuwa malkia na mfalme wanapaswa kunywa ile dawa kabla hata mambo yajawa mabaya kwao. Lakini pia inapaswa watoe kafara ili mradi mambo haya yaweze kuisha. Baadaye kaja kukutana na mfalme na kijana wake na kueleza hali halisi kuwa mambo hayapo kama jinsi ambavyo wao wanayafikiria, kisha akaenda kutoa kafara kwa mizimu huku yule mchawi akaona mabadiliko fulani hivi. Hivyo aliahidi kuangamiza ufalme mzima na watu wake. Mtaalamu yupo kwake, kaisi nguvu za ajabu. Mara anatokea na mchawi na kumpatia onyo kuwa akae mbali na mipango yake, sababu hata mwache salama. Mwanamfalme yuko anapiga misele, anakutana na mtu kabiba wa mwili na anakimbia nao. Ile hali ilikuwa inampa wakati mgumu sana. Viongozi wote ndani, yani kila mmoja alikuwa anachanganyikiwa kutokana na hali mbaya ambayo inaendelea katika kijiji chao. Hata waziri alipokea lawama sana, maana waliona yeye ndio anaweza kutatua watatizo lile. Waziri kaje kwa mtaalamu kuulizia situation ya tatizo ambalo walikuwa nalo. Lakini anaambiwa hana majibu ila atajitahidi kuyatafuta. Prince kaja kuongea na baba yake ili kujadili jinsi gani wataweza kuokoa jamii yao katika maradhi waliokuwa nayo. Kisha Prince kaja kuonana na mpenzi wake na kumshauri. Tena ilimshauri kiasi kwamba yeye mwenyewe alihisi wako salama kabisa. Wakiwa kwa matembezini, wanashangaa kuona watu wakikimbia tu. Wapili kapita, bado hajielewi kitu gani ambacho wao wanakifanya. Mwisho anamzuia na kumuuliza, ila anaambiwa kuna ugonjwa wa ajabu zana umeingia. Mtu anakuwa kama mbwa na anakufa kabla hata hajamaliza, tayari ugonjwa kwa yule jamaa na kujikuta anakufa pale pale. Prince na mpenzi wake wakati mwambia mapema sana, tena pasi na kuyatazama nyuma. Prince anarudi anaongea na mfalme pamoja na waziri kutokana na jambo alilokutana nalo. Na hapo anaonyesha kabisa uhalisia wa watu jinsi wanavyokufa. Yaani kwa kweli alishuhudia yeye mwenyewe kwa macho yake. Hivyo akapanga kuzidisha kasi ya kutafuta watu ili mradi waweze kusaidia jinsi gani wataweza kujikomboa na tatizo na yani hilo. Upande wa pili mganga anaongea na mizimu ili aweze kusaidia na kutoa kafara. Lakini hafla anakuja mchawi na kuiharibu. Binti anasema wakati wa mfalme kusema siri umefika sasa ili kila mmoja ajiokoe mwenyewe. Prince akiwa anawaza la kufanya, anakuja mpenzi wake kwa madai ya kwamba amemkumbuka sana na hawezi kukaa mbali naye. Katika kipindi hiki kigumu, hafla pale pale akoweko anabadilika, yani ugonjwa kumvaa bila kutarajia na maanisha yule mpenzi wake. Kaletwa kwa mtaalamu lakini anashindwa kabisa kuokoa maisha yake na anafaiki. Prince alilia sana maana kwake alimpoteza rafiki na mpenzi wa maisha yake. Mtaalamu alijilaumu kwa kushindwa kuokoa maisha ya watu. Baadaye mtaalamu amekuja kumkumbusha mfalme kwamba kile kitu ambacho yeye alikiahidi basi akitimize, labda mambo yanaweza kuisha kabla hata kijiji chake chote kijaangamia. Prince pia akaja kumlalamikia baba yake, maana anaona hakuna cha maana ambacho kinafanyika. Mfalme anatuonyesha jambo fulani hivi. Kipindi cha nyuma huko, mfalme alikata tamaa kabisa kuongoza watu wake hivi. Yule mchawi aliahidi kumsaidia na watu wake watakuwa na furaha, lakini kitu kimoja yeye ndo alikuwa anakitaka kutoka kwake. Kitu hicho kilikuwa ni cha siri sana baina yake yeye na mfalme. Mfalme aliahidi kumpa chochote kile atakachokitaka bila kusikiliza ni nini Apilimba anataka. Yaani aliamua kutaka kumpa kitu chochote kile atakachokitaka bila kujua madhara yake atakuwa vipi. Turudi sasa kwa kawaida. Mfalme katokewa na Apilimba na kumkanya awahi haraka kutoa kile ambacho waliahidiana. La sivyo atamaliza watu wake wote. Akampa siku ishirini na moja tu. Mfalme akiwa kwake analetea taarifa kuwa kuna tatizo na watu wanazidi kuisha. Mfalme akaja kumwomba Apilimba amsamehe ili watu wake wawe salama na wawe na amani. Lakini Apilimba alimkatalia kumwambia moja kwa moja na kumwambia hawezi akaruhusu kitu hicho kiweze kutokea katika maisha yake na atahakikisha anammaliza kila mmoja pale. Haya, mtaalamu yuko zake njiani anaelekea sehemu fulani hivi anatokea Kipilimba na kumzuia, yani hakutaka kabisa mwaribie mipango yake. Lakini mtaalamu aliweza kumuondoa mahala pale. Huko mfalme yuko na kijana wake anamwomba radhi kwa yote ambayo ameweza kumkuta. Prince anasema yuko tayari kupambana na kila kitu ili mradi tu kushinda jaribio hilo. Prince anajikuta kwenye dimbwi la mawazo akimwaza wa mpenzi wake na mapenzi mazito aliyokuwa nayo, kula pamoja, kucheka pamoja. Na hata mfalme alimridhia binti yule awe mke wa kijana wake, na aliomba kijana wake amtunze vyema. Bado haamini kama amebaki mwenyewe. Kaja mama yake anamwahidi kwamba hatopumzika mpaka apate mwafaka wa tatizo hilo. Kabla hajaenda popote pale, anapata mshtuko. Mfalme kamuita mtaalamu na kumwelezea hali jinsi ilivyo na anataka kijana wake awe salama. Malkia analia kwa mfalme akifikiri kwamba anampoteza mtoto wake wa pekee. Mfalme alihangaika sana kutafuta tiba ya ugonjwa mtoto wake, ila mwishowe akaamua tu kutumia mbinu nyingine. Akiwa anaongea na mizimu, anakuja kipilimba na kumdhuru mfalme. Yani aliondoa ugonjwa ule kwa mtoto na kupeleka kwa baba mtu. Kwa tukio lile, mfalme alimwahidi kwamba atakuwa atakuwa na sana, na na na na na mwisho wa wa taabu sana ajiandae kwa kwa kwa kwa kila kitu. Upande wa pili, prince prince Prince ameamka na yuko salama kabisa mpaka mama mama yake yake yake anashangaa. Kaja kaja kaja mfalme mfalme mfalme hajielewi hali mbaya aliyokuwa nayo. Anamwambia kijana wake atakuwa mfalme mzuri zaidi yake na kama asikubali favor kutoka kwa mtu yeyote yule. Mfalme anapoteza maisha. Waziri kaja kutoa pole kwa prince kwa kupoteza, lakini jicho lao kubwa likiwa ni kutafuta suluhu ya tatizo lile. Prince kaja kumfariji mama yake kutokana na kipindi kile kigumu ambacho anakipitia. Aliahidi na kwamba mambo yatakuwa sawa tu. Baadaye mtaalamu kaja kutoa solution ya tatizo, lakini ilikuwa ni nusu kwa nusu. Atakayeenda sehemu ambayo yeye anaiona inafaa kwenda kutafuta solution hilo, basi ni ngumu sana kuweza kurudi salama. Prince anaahidi kwamba yeye ataenda na atasaidia watu wake. Kaja kumwambia mama yake, lakini mama amkataza kabisa kwa kuwa hakutaka mtoto wake peke yake aweze kupoteza maisha kama jinsi ambavyo alimpoteza mume wake. Asubuhi, Malkia anaenda kwa Prince hamkuti na kwa maana alikuwa ameondoka mapema sana. Prince anapewa maelekezo na mtaalamu maana anaenda katika ulimwengu wa giza. Hivyo sio kila kitu ni cha kweli katika eneo lile. Anabeba vifaa na kuondoka zake. Safari ilikuwa ndefu na yenye kila aina ya mauzauza. Yaani ilikuwa hatari sana kwa upande wake. Waziri huko kampata mtaalamu na kumuelezea hofu yake kwamba inawezekana Prince akarudi hakiwa hayuko hai. Lakini alimuondosha shaka ile na hofu ile ya kwamba mambo yote yatakuwa sawa na ameenda kule kupambania kijiji na atarudi akiwa salama. Turudi kwa Prince. Yuko njiani akutana na mauzauza ya kila aina, mahara kuchapwa viboko, kusemwa, kusikia sauti za ajabu ajabu, kukutana na watoto njiani. Yaani ni mambo ambayo hakuwa akielewa hata kidogo, na mambo hayo yote alikuwa akifanya na ule mchawi wa Kipilimba ili mradi tu kuweza kumchanganya na kumfanya asipate kile kitu ambacho yeye anakitaka kikubwa Kiku kilichompeleka huko ni kutafuta kibuyu ambacho baba yake alishawahi kukipokea. Kibuyu hicho ndicho mwanzo wa matatizo yote ambayo baba yake ameweza kuyasababisha. Japokuwa alifanya vile kwa ajili ya watu wake, lakini kimeleta madhara makubwa sana kwa watu. Lakini hali ambayo alikuwa anapitia Prince katika msitu ule ilikuwa ni ya ajabu sana. Anatokea mtu na kumsaidia na kumwambia kwamba yeye ni malaika wake tu. Ametokea kwa ajili ya kumwokoa na atamhakikishia anaondoka hapo akiwa salama. Prince haamini kitu ambacho kinamkuta, lakini anaamua kuongozana naye na kwenda naye sehemu yote ambayo yeye anatakiwa kufika. Prince anapatiwa matunda na anamshukuru sana yule binti kwa kuokoa maisha yake kwa sababu bila yeye ingewezekana Kipilimba angemuua. Malkia akaja kuongea na mtaalamu maana wiki imekatika na bado hajarudi. Alikuwa na hofu sana kwa mtoto wake. Mtaalamu anamwambia, muombe dua na ulie kwa ajili yake ili aweze kurudi salama. Lakini bila shaka mtoto wake atarudi salama. Endeleza tu maombi. Upande wa pili, Prince kakutana na Kipilimba na kumweka wazi kwamba atamuua. Kabla hata hajamdhuru anatokea yule rafiki yake na kumsaidia. Katika mtanangi ule akipilimba alipoona amezidiwa nguvu kabisa, basi akaamua kuondoka zake. Lakini aliahidi kwamba hatawaacha Prince aondoke salama katika eneo lile, yani atamuua tu. Mwana mfalme akapewa ulinzi wa kutosha sana na aliweza kupambana na akipilimba yeye mwenyewe. Mfalme anarudi amechoka kuliko kawaida, ila alifanikiwa kurudisha amani katika kijiji chao. Chungu ambacho alienda kukifuata aliweza kukipata na kukirudisha katika imaya yao. Lakini hali yake haikuweza kumridhisha mama yake wala yule waziri Waziri alifurahi sana na alimuona Prince kama shujaa. Hakusita kabisa kumtangaza kama mfalme anekuja. Mama naye alijivunia sana kijana wake. Japokuwa hakuwa na afya nzuri lakini alifanikiwa kutimiza majukumu yake. Prince anakuwa mfalme na toka hapo akibilimba kwa kabisa kusumbua tena himaya hiyo. Na yule mjanga aliendelea kuwa na umaarufu kwaweza kwa kuwasaidia watu na mambo mengi sana yaliweza kutokea katika jamii ile. Mavuno na watu walikuwa na furaha na amani. Mzigo unaishia hapo. Huu mzigo unaenda kwa jina la Sacred Commitment, yaani humu ndani mambo mengi kweli kweli yameweza kufanyika kama tulivyoona jinsi ambavyo mfalme aliweza kuahidi kitu ambacho yeye mwenyewe kilikuwa nje ya uwezo wake na kusababisha vifo vya watu wake. Mimi sina la ziada, till next time, ciao.